Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda, Paul Kagame walikutana nchini Qatar jana Jumanne Machi 18 mwaka 2025, katika mazungumzo yao ya kwanza ya ana kwa ana tangu waasi wa M23 waanze mashambulizi mashariki mwa Kongo mwezi Januari, taarifa ya pamoja ya serikali tatu ilisema. Mkutano huo uliosimamiwa na Amir wa Qatar, Unakuja siku moja baada ya kundi la M23 kujitoa kwenye mazungumzo mengine ya Angola, ikiwa tayari imeteka miji miwili mikubwa mashariki mwa Kongo. Kongo inashutumu Rwanda kwa kutuma silaha na wanajeshi wa Rwanda kuwaunga mkono M23 ambao mashambulizi yao yameitumbukiza mashariki mwa Kongo katika mzozo wake mbaya zaidi katika miongo kadhaa. Rwanda imesema kuwa vikosi vyake vinafanya kazi ya kujilinda dhidi ya jeshi la Kongo pamoja na wanamgambo wanaoishambulia Kigali ikikana kuiunga mkono M23. Nchi jirani zimekuwa zikifanya kazi ya kusuluhisha usitishaji mapigano, lakini jaribio la kuleta serikali ya Kongo na viongozi M23 pamoja katika mkutano nchini Angola siku ya Jumanne ilishindikana wakati M23 ilijiondoa Jumatatu mchana. Wakuu wa nchi walithibitisha kujitolea kwa pande zote kusitisha vita mara moja bila masharti, serikali tatu zilisema katika taarifa ya pamoja. Wakuu wa nchi kisha walikubaliana juu ya haja ya kuendelea na majadiliano yaliyoanzishwa Doha, ili kuweka misingi mara ya amani ya kudumu. Mwanadiplomasia aliyefahamishwa kuhusu mazungumzo hayo alisema mkutano huu haukuwa rasmi na haukukusudiwa kuchukua nafasi ya juhudi zozote zilizopo zinazoendelea na kutatua mzozo wa DRC. Mzozo wa mashariki mwa Kongo umedumu kwa muda sasa, madini akitajwa kama kichocheo kikubwa, huku mzozo ukiongezeka haraka tangu Januari mwaka 2025 na maelfu ya watu waliuawa na mamia ya maelfu kulazimishwa kuyakimbia makazi yao. Nchi ya Vuba ya Kiarabu ya Qatar imekuwa kama mpatanishi katika mizozo kadhaa ya kimataifa. Hivi karibuni ilifanya kazi na Misri na Marekani katika mazungumzo ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas huko Gaza ambayo yalivunjika mapema Jumanne. Mbona huko nyumbani saa hizi? Au na wewe shamba limekushinda kama mimi eh? Unafeli wapi Mashaka? Yaani, hadi leo unategemea kilimo cha mvua, rafiki yangu? Mimi hapa nilipo. Mm naweza kuona kila kitu kwenye shamba langu. Watumishi wazembe nawaona. Nina mitambo ya kisasa ya umwagiliaji, nimeweza kuweka teknolojia za kisasa shambani, na mambo mengi yanaendeshwa kwa mitambo tu. Ningekuwa hujamaliza pesa, ningekuambia unipe oda zako. Mashaka, acha ushamba. ina maana kazi yote inayofanywa na, na serikali ya awamu ya sita wewe huoni? Hakuna kijiji cha Tanzania ambacho hakijafikiwa na nishati ya umeme. Yaani serikali ya awamu ya sita haina deni. Wewe jitahidi, fanya maombi, lipia, uletee umeme haraka mpaka shambani kwako. Mimi nayaweza yote haya kwa kuwa gharama za uendeshaji ni nafuu sana nikitumia nishati ya umeme. Utajanjarukarini mashaka wewe. <laughs> Tangazo hili limeletwa kwenu na Wakala wa Nishati Vijijini REA.